alikuwa timu Mboya, Mheshimiwa Lema alikuwa timu moja. Anasema iia msimamizi wa uchaguzi, ilibidi mambo ya utimu mimi yabaki moyoni. Sawa sawa, wote tuko juu kwa moja sasa hivi timu Chadema na waomba wanaChadema wote na wapenzi wa Chadema wote kama kuna mtu ulikuwa na timu kwenye uchaguzi, sasa tuendelee sote kuwa timu moja ya Chadema, tukipambana na timu ya CCM na watawala na wanaowatumia, tukisimamia no reforms no election. Mheshimiwa Wenje, na kushukuru, unajua walikuwa wanasema sema sana maneno kwamba Wenje na yeye anaondoka awasikiliza sasa, sasa, sasa, sasa, Wenje, Wenje. Sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Umesimama jukwani umeona matumaini ya Watanzania na matakwa ya wa Watanzania, nataka useme kauli mbele yao kwamba wewe sio sehemu <laughs> ya watakaohama na, na, na, na, na, na useme, useme, useme kutoka ndani ya nafsi Mwenyezi Mungu akiwa anakusikia. Inaonekana katibu mkuu ameshauriana na nabii, hiyo hapa inatengenezwa wife. Ndugu zangu watu wa Geita na kanda ya Victoria, mimi ni mwenyekiti wa Chadema kanda Victoria. Hiki chama kimebeba matumaini ya watu wengi. Mimi binafsi, Wenje,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 huko sasa. Sasa iko hivi, iko hivi CCM hoye, tarehe ishirini mwaka huu Januari tulikuwa Dar es Salaam. tukafanya kitu kendo, baraza kuu ya chama, baraza kuu ikatoa mapendekezo tukapeleka kwenye mkutano mkuu wa chama, wote tukakubaliana kwamba chadema sisi hatushiriki uchaguzi. Sasa nani amekuatalia kushiriki sisi?